Nitumie fursa hii kuwapongeza kampuni yetu ya Puma Energy Tanzania kwa kazi kubwa na uthubutu ambao mmefanya kwa kuweka kiasi cha shilingi, kiasi cha dola za Kimarekani milioni tano nukta moja, takribani shilingi za kitanzania bilioni kumi na tatu kwa ajili ya mradi huu. Kimsingi, mradi huu unaashiria hatua kubwa na muhimu katika utekelezaji wa mkakati wa taifa wa kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi, salama, nafuu na yenye uhakika kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Na kama nilivyosema, hii ni ishara kubwa ya kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuijenga Tanzania inayotumia nishati safi.